Mmenisaidia kuzalisha chakula. Si mnajua kulikuwa na watu walikuwa wananisumbua kule Nairobi kwa kwa kwa street na sufuria kwa kichwa, siku hizi wameondoka, kwa sababu nyinyi mmenisaidia, mnazalisha chakula. Tumepunguza gharama ya mbolea, tumepunguza gharama ya mbegu, tuhakikisha kwamba wakulima wetu wanatusaidia kuzalisha chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Rai leo, hawa viongozi wenu Mathe Wangare hapa, Susan Kehika, walikuja wakaniambia ya kwamba hii sehemu yenu mnataka title deeds za mashamba yenu, na wakati nilielezwa ya kwamba kuna milioni 30 ya kulipwa na hawa kinamama wazee, hawa wazee wengine hapo, nikaona hapo mtachelewa na hiyo title. Sisi kama serikali tukachukua hiyo milioni 30 tukalipa, na leo tumekuja na title deeds zenu ziko hapa. Sawa sawa na hii title deed tutachukua bila ya kulipishwa pesa yeyote, pesa yote tumelipa kama serikali. Na mimi nataka wakati tunawapatia title deeds, mjue hizi hati miliki ni ya muhimu sana kwenu, muweke kwa taratibu ya sawasawa, muhakikishe kwamba inawasaidia, ili tuweze kukuza mali ya sehemu hii iweze kuinuka. Jambo la pili, mulinieleza mbali na title deeds zenu, mulisema nyinyi ni wafanyibiashara na mulisema mnataka tuwajengee soko hapa Kiptangwanyi, mkasema tujenge soko sehemu tofauti tofauti ya Nakuru. Mimi nafurahi leo, serikali ya Kenya tunajenga soko ishirini na tano Nakuru County. Kati ya hizo soko ishirini na tano soko nne tunajenga hapa Gilgil. Moja wao iko hapa Kiptangwanyi. Hiyo soko ya Kiptangwanyi mumeona ama bado? Mumeona iko soko inajengwa hapa. Mumeona vizuri? Hiyo soko mimi nataka ikamilishwe by Februari. Mimi